matano ya tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka 2017. Karibu sana katika Global Habari. Utakuwa nami Felista Masai. Tutakusomea habari za kitaifa, kimataifa pamoja na habari za michezo na burudani. Anzia nchini Liberia, aliyewahi kuwa mcheza soka bora duniani George Weah ameshinda katika uchaguzi wa marudio na kuwa rais wa Liberia baada ya kushinda katika wilaya 12 kati ya wilaya 15 za nchi hiyo. Tuungana na James Range katika taarifa zaidi. Wea ametuma ujumbe katika mtandao wa Twitter akiwashukuru watu wote waliompiga kura akisema mipango yake ni kuleta ukombozi kwa nchi nzima. Mshambuliaji huyo wa zamani wa klabu ya AC Milani ya Italia anakuwa rais wa 25 wa nchi hiyo, ambapo aliyekuwa makamu wa rais kwa miaka kumi na mbili iliyopita Joseph Bwakai aliyepata ushindi katika wilaya mbili tu. Katika uchaguzi wa duru ya kwanza, Wea alimshinda Bwakai lakini hakuweza kupata ushindi wa moja kwa moja. Hii ni mara ya tatu kwa Wea kuwania kiti hicho cha urais ambapo mara mbili alishindwa na aliyekuwa rais wa nchi hiyo Helen Johnson Salif. James Range, Global TV, Dar es Salaam. Kamati ya tuzo za Mandela huko nchini Afrika Kusini imempa rais John Magufuli tuzo ya amani ya Mandela ya mwaka 2017 ikiwa ni kutambua jitihada zake katika kulinda amani na kupigania usawa wa kijamii. Tupate taarifa zaidi Tunzo hiyo ya amani ya Mandela ilikuwa inawaniwa na watu zaidi ya elfu tano, lakini kamati ya tunzo hiyo ikamchagua rais wa Tanzania, John Magufuli kwa mwaka huu. Tofauti na rais Magufuli, viongozi wengine walioshinda ni Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, ambaye ameshinda tunzo ya Mandela ya demokrasia kutokana na mchango wake wa kukuza demokrasia nchini mwake. Wengine ni rais wa Burundi, Pierre Nkurunziza, ambaye amepewa tunzo ya ujasiri. Rais Idris Debi wa Chadi ameshinda tuzo ya ulinzi, huku mahakama ya juu nchini Kenya na jeshi la Zimbabwe zikipewa tuzo za ujasiri. Mandela Peace Prize hutolewa kila mwaka kwa viongozi na watu mbalimbali waliotoa mchango mkubwa katika maeneo mbalimbali kama ujasiri, amani, demokrasia na ulinzi. Esther Msofe, Global TV. Jeshi la polisi mkoa wa Singida linawashikilia watu watatu kwa tuhuma za kukutwa na dawa za kulevya aina ya bangi misokoto 238 na kete 80 za dawa za kulevya aina ya heroini. Tupate taarifa zaidi. Kamanda wa polisi mkoa wa Singida, Debora Magirigimba, amesema kuwa mbinu ya watuhumiwa hao walitumia sabufa kuhifadhi dawa hizo ili kukwepa mtego wa kukamatwa wakati wakizisafirisha. Kamanda Magirigimba amesema kuwa dawa hizo za kulevya zilifichwa ndani ya vitundu vya sabufa na kuanza kuuzwa kidogo kidogo, na bangi ilifichwa kwenye begi la mgongoni kisha kupuliziwa pafyumu ili kupoteza harufu yake. Hata hivyo jeshi la polisi nchini bado linaendelea na operesheni ya kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na tume ya kudhibiti dawa za kulevya nchini. Esther Msofe, Global TV, Dar es Salaam. Kamishna wa maadili katika Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma jaji mstaafu Harold Nsekela amewakumbusha viongozi wa umma kuandikisha mali zao kama wanavyotakiwa na sheria ya maadili ya viongozi wa umma kupitia kifungu cha tisa cha kwanza B. Taarifa ya Dennis Mtima inasomwa studio Mbali na mali za viongozi hao wa umma, sekretariati hiyo imewataka pia kuorodhesha idadi ya watoto wasiozidi miaka 18, ambao hawajaoa wa wala kuolewa. Kwa upande wake, afisa y sheria mkuu wa sekretariati hiyo Filotheus Simanula amefanua kuwa kutowapeleka viongozi katika baraza la tume la maadili ya utumishi wa umma kwa ajili ya kuhojiwa juu ya tuhuma mbalimbali kwao ni sifa kuonyesha kuwa katika utumishi wa umma kuna maadili mema. Tunatakiwa kabla au tarehe 31 Disemba ya kila mwaka, katika hilo tamko rasmi tuwakilishe kwa kamishona wa maadili hilo tamko. Na hilo tamko kuna mambo mengi ndani yake ambayo huyo kiongozi anatakiwa kuyaorodhesha kuya, kuya, kwa kifupi tunataka hilo tamko linazungumzia lina, lina, lina juu ya mali au rasilimali zake huyo kiongozi, lakini haiishii hapo. Hiyo sheria pia inasema kwamba pamoja na mali za mwenza wake, watoto wake ambao umri wao ni chini ya miaka kumi na nane na ambao hawajaoa au kuolewa. Kwa hiyo jukumu ni la kiongozi anayehusishwa na hiyo sheria kuwasilisha kwenye sekretariati ya maadili hilo tamko. Tunapopeleka malalamiko au uh, hizo taarifa za ukiukwaji wa maadili, manake ni kwamba tumejiridhisha kuamba kuna ukiukwaji wa hali ya juu, sio kila kitu tu ambacho nakipokea naona na uashiria wakuaji maadili nakipeleka, utakuwa na kesi nyingi sana. Kamishna hapa ameeleza vizuri sana kwamba kazi kubwa ya sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma ni kuhakikisha kuwa viongozi wa umma wanakuwa waadilifu. Hiyo ndio kazi yetu kubwa sana. Kwa hiyo siku zote tunatamani hata tusipeleke watu kwenye baraza, tunatamani hata tusiwachukulie hatua mbalimbali viongozi, lengo letu hasa sisi kwamba wawe waadilifu kwa hiyo sisi tusipopeleka watu kwenye baraza, kwetu ni faraja kubwa sana ah, ndio maana bwana alitaja suala la esko. Hali ile ilikuwa ni mbaya, ilikuwa ni mbaya sana. Pale tulilazimika kufanya vile. Na nadhani umma wote uliona mambo yaliyokuwa yametokea, kwa kwa katika hali kama ile tusingeweza kuvumilia ndio tukafanya haraka sana tukalipeleka ile, kwa sababu hata wabunge waliongelea watu mbalimbali waliongelea. Sasa ilikuwa ni wimbo wa dunia nzima, wanaisikia Tanzania inakuwa na ukiukaji wa maadili kiasi hicho. Lakini katika hali kwa miaka hii ya karibuni, hatujaona ukiukwaji mkubwa sana. James Range, Global TV, Dar es Salaam. Marekani imewekea vikwazo maafisa wawili wa Korea Kaskazini ambao wamechangia kuundwa kwa makombora ya nchi hiyo. Tupate taarifa zaidi. Wizara ya Fedha ya Marekani iliwataja Kim Jong-sik na Ri Pyong-chol na kusema wote walikuwa viongozi wakuu katika mpango wa makombora ya masafa marefu wa Korea Kaskazini. Vikwazo hivyo vipya vya Marekani vitazuia shughuli zote za maofisa hao wawili zinazofanywa nchini Marekani na hata kuchukuliwa kwa mali zao zilizopo nchini humo. Maofisa hao wanaonekana mara kwa mara wakiwa na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, wakiwa katika maeneo ya kufanyia majaribio ya makombora. Baraza la Ulinzi la Usalama la Umoja wa Mataifa liliwekea vikwazo vipya Korea Kaskazini siku ya Ijumaa kujibu majaribio yake ya makombora ya masafa marefu. Korea Kaskazini ilisema kuwa hatua hiyo ni kama vita. Mwaka huu nchi hiyo imefanya majaribio kadhaa ya makombora tofauti ambayo yanasadikiwa yanaweza kufika nchini Marekani. James Range, Global TV. Wabunge wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wamelani kitendo cha kuchomwa kwa nyumba ya rais Joseph Kabila iliyokuwa katika shamba lake huku husika wa tukio hilo wakiwa bado hawajajulikana. Tuungane na James Range kwa taarifa zaidi. Katika taarifa ya pamoja wabunge hao walikiita kitendo hicho kuwa cha kinyama na kutoa wito kwa raia kutojihusisha na vitendo ambavyo vingechangia kuzorota kwa amani na maendeleo katika baadhi ya maeneo nchini humo. Mapema Jumatatu, washambuliaji walichoma nyumba ya rais Kabila katika shamba lake lililopo karibu na kijiji cha Musienene na kumuua afisa mmoja wa polisi, na bado hajajulikana mara moja jinsi afisa huyo alivyouawa. Mpaka sasa hakuna anayedaiwa kuhusishwa na tukio hilo, ingawa maafisa wa jeshi wanasema kuwa wanashuku waasi la Maimai na kuongeza kuwa walifuaa waliiba kwenye nyumba hiyo kabla ya kuteketeza kwa moto. Hata mashambulizi yanayotekelezwa na Maimai dhidi ya wa wapiganaji wa Kongo na hata wanaotoka nje katika eneo la Kivu ya Kaskazini imeongezeka katika miezi ya hivi karibuni. James Range, Global TV, Dar es Salaam. leit lina kukaribisha katika mkesha mkubwa wa kufunga mwaka 2017 na kukaribisha mwaka 2018 utakaofanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja, Jumapili ya tarehe 31 Disemba mwaka 2017. Waimbaji mbalimbali watakuwepo wakimtukuza Mungu kwa nyimbo na mapambio. Utakutana moja kwa moja na nabii wa Bwana Pasamalakai akikuhudumia. I want to invite you is a night of power is a night of destiny is a night of breaking through to 2018 whatever you have passed through in this 2017 you will not experience it in 2018 bring the sick bring the lame the blind begin with god you will end with god isio ya kukosa nenda wewe na familia yako kukaribisha mwaka 2018 kwa baraka za bwana whatever be your problem you will be free.

Kama kulikuwa na kitu unakisubiri kwa hamu michezoni siku ya Jumapili, sasa kimewadia. Ni Sports Extra, gazeti la michezo lenye habari za kipekee za mpira wa miguu katika soka la bongo na kimataifa na michezo yote uipendayo. Ni gazeti ambalo hujawahi kuliona hapa nchini Tanzania. Sports Extra, Sports Extra, gazeti jipya la michezo linaloendeshwa na mwandishi magwiji wa michezo nchini Tanzania yuko mtaani sasa, kuanzia Jumapili Disemba 17 2017, kwa shilingi 500 tu. Amka na gazeti la Sports Extra Jumapili hii na kila Jumapili, umeletwa kuziba pengo lililopo katika magazeti ya michezo siku hiyo. Kumbuka Sports Extra kwa mtaani kila Jumapili kwa shilingi 500 tu. Baada ya mapumziko hayo, sasa tunaendelea na habari za michezo. Beki na kiungo kiraka mpya wa Simba Asante Kwasi rasmi ameanza mazoezi akiwa na uzi wa klabu hiyo. Tungani na Esther Msofe kwa taarifa zaidi. Wasi aliyewasili jijini Dar es Salaam jana jioni akitokea Iringa ameanza mazoezi kwenye ufukwe wa Koko. Raia huyo wa Ghana ndiye alikuwa gumzo zaidi wakati Simba ikifanya juhudi za kumsajili na Lipuli FC wakipinga. Baadaye timu hizo zilifikia mwafaka, na mwisho Kwasi sasa ni mali ya Simba. Hata hivyo, ili awe mali ya Simba, mchezaji huyo ilikuwa ni lazima aonekane katika uzi wa Simba na si ule wa Lipuli ambao wengi walikuwa wakifananisha na wa Simba. Estam Sofe, Global TV Dar es Salaam. Mshambuliaji wa kimataifa wa England na Tottenham Harry Kane jana alishinda magoli matatu na kufikia rekodi ya Shearer. Tuungane na Aaron Felix kwa taarifa zaidi. Hapo jana mshambuliaji huyo ambaye kwa sasa amekuwa gumzo barani Ulaya baada ya kufikia rekodi ya mshambuliaji wa zamani wa kimataifa wa England na timu ya Blackburn Rovers Aaron Shearer. Mshambuliaji huyo wa kimataifa wa England amesema anataka awe mchezaji ambaye anashinda magoli mengi kwenye ligi kuu ya England. Shila ambaye amecheza vilabu mbalimbali nchini England kama vile Blackburn Rovers, Newcastle ndiye anashikilia rekodi ya kufunga magoli mengi ligi kuu akiwa 260. Harry Kane ambaye ana mabao 96 kwenye ligi ameweka rekodi ya kufunga magoli mengi msimu huu na ana matumaini makubwa Kane ambaye ana magoli 96 kwenye ligi ambaye sasa anaye ana matumaini makubwa kwa msimu mpya wa ligi wa mwaka 2018. Aaron Felix Dar es Salaam. Mcheza kikapu maarufu duniani Joel Embiid ametoa tuzo ya mchezaji bora wa kikapu Afrika. Tuungane na Aaron Felix kwa taarifa zaidi. Mchezaji huyo wa timu ya Philadelphia 76ers ametajwa kuwa mchezaji bora ajaye wa NBA ambaye anaonekana anafanya mambo mazuri kila siku kwenye ligi hiyo. MBD amepewa tuzo hiyo kutokana na wastani wake wa pointi 24.1 kwa mchezo mmoja, akiwa anashika nafasi ya nne katika michezo yote aliyocheza wa ligi ya NBA. Mchezaji huyo ambaye amecheza dakika chache kuliko wapinzani wake wote kwenye ligi hiyo, kinda huyo ambaye anaonyesha uwezo katika kila mchezo aliyopata nafasi. Aaron Felix, Global TV. Na kwa taarifa hiyo ya michezo inatukamilishia katika Global Habari kwa niaba ya wote walioshiriki shiriki kuiandaa Global Habari. Jina langu ni Felista Masaye, lakini ili usipitwe na matukio mbalimbali mbali kutoka Global TV Online, download app yetu ya Global Publishers kupitia Play Store pamoja na App Store, ni kwa wale wote wenye simu zenye iOS pamoja na Android. Ukishapata app yetu ya Global Publishers, utafurahia video zote za Global TV Online. Pia endelea kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa kijamii, Facebook na Instagram ni Global Publishers, Twitter Global Habari, YouTube channel yetu ni Global TV Online. Subscribe ili uendelee kuifurahia Global TV mubashara. Ni kutakia utazamaji mwema wa Global TV Online na usikose kujiunga nasi tena kesho katika Global Habari.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 Mimi ni Msale Ali, mhariri mtendaji wa Global Publishers Limited. Kwa niaba ya makampuni ya Global, ningependa kuwatakia wasomaji wetu heri yes, muku, ya sikukuu ya Krismas pamoja na mwaka mpya. Niwaombee, ni waombee salama, salama ni nimalize mkiwa na amani ili tuweze kuanza pia mwaka mpya kwa kila la.